Kulikuwa na hali ya tiati baada ya wakazi wa Karagita huko Naivasha kukabiliana na polisi. Watu wawili wanauguza majeraha ya risasi kutokana na makabiliano hayo, huku gari linalomilikiwa na kampuni moja ya maua likichomwa. Kiini cha ghasia hizo ni kufungwa kwa njia inayoelekea katika ufuo wa ziwa Naivasha ambapo jamaa na watalii huenda kubarizi. Francis Mtalaki na taarifa hiyo. Ndicho kichapo cha mbwa walichopokea waandamanaji kutoka kwa maafisa wa polisi ambao walikuwa wakikabiliana nao vikali katika eneo la Karagita, Naivasha. Ni siku ya pili mtawalia ambapo wakazi hawa wamelalamikia kufungwa kwa barabara hiyo inayoelekea katika ufuo wa umma wa ziwa Naivasha. Hakuna mtu awaye yote yule, hata awe ni nani, kwa sababu kwa sababu mambo ni haya, iwe kuna nani ama kuna nani, hakuna haja ya serikali kutumia ure kama hizi ambayo tulichagua tukachagua kwa kura mingi tukachagua kwamba tusaidie, amekuwa rafiki ya wale watu ambao wametunyanyasa yeah. Waandamanaji hao wanalalama kuwa barabara hii imefungwa kinyume cha sheria, kando na kutilia shaka njama ya maafisa wa polisi waliofikishwa hapa. Ni kwamba wale watu ambao wameletwa hapa kuimplement hiyo ufungaji wa hii corridor ni watu kutoka Nakuru na so tunashangaa ni kusudi gani askari wanatoroa all the way from, uh, from Nakuru ama Kurusoi wanaletwa wana Naivasha kuvunga hii corridor. We know the law. People are equal in Kenya. Whether you are rich, whether you are poor. Whether you are working, whether you are not working, we are equal. Watu wawili wanauguza majeraha kutokana na makabiliano hayo kati ya waandamanaji na, na maafisa wa polisi huku gari lililomilikiwa na kampuni moja ya maua likichomwa zaidi ya familia mia tano zinasemekana kukosa mkati wao wa siku kutokana na kufungwa kwa barabara hiyo, wakati ambapo gavana wa Nakuru aliahidi kutafuta suluhu ya kudumu. Wale ambao ni fishermen ambao wanatumia wanatumia uh, ziwa letu la Naivasha, wote wawe tiari ili tuweze, uh, kukaa, uh, pamoja na kusuluhisha, kutafuta suluhisho ya kudumu. Tume ya Ardhi pia iliahidi kutoa suluhu katika kipindi cha wiki moja. Francis Mtelaki, KTN Leo.